Kwa majina anaitwa Matias Stevini, ni msimamizi wa hiki kitaru cha miche. Tuna miche aina mbalimbali, ila leo tutaenda kuangalia miche aina ya migomba. Hapa tuna migomba ya aina mingi kama hii hapa mnavyoona watazamaji, tuna migomba aina ya, ya mzuzu tuna mgomba aina ya, ya mtwike tuna mgomba wa aina ya marindi tuna mgomba wa aina onowatembo tuna mgomba aina ya Bukoba na mingineyo kadhalika, kama fia mshare ilikuwa hapa, ila leo tutaenda kuangalia jinsi ya upandaji wa migomba na nafasi ya migomba, baadhi ya mgomba na mgomba, na tutaenda kuangalia bei za migomba. Karibu mtazamaji wa Maco TV na karibu. Nimekuwa nikipata maswali kwa wengi ambao mmependa video yetu inayohusu miche ya migomba kwamba ni kwa namna gani unaweza kuandaa shamba lako la miche ya migomba kuanzia nafasi utakayoacha kutoka kwenye mche mmoja kwenda mche mwingine, na pia saizi ya mashimo ambayo utayachimba hapa kwenye shamba lako. Na leo hii Mako TV tumekufikisha kitaruni ambapo unaenda kujifunza mwanzo mpaka mwisho namna ya kuandaa shamba lako, na kama una hekari moja ni kwa wastani upate miche mingapi ya migomba uweze kuandaa shamba lako. Usiondoke, na kama hujasubscribe nambo subscribe. Hii ni Maco TV. Mtazamaji, katika kilimo cha aina yoyote ile, nafasi kati ya mmea na mmea ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, na ningependa kujua kwa hapa ama kwa kawaida kwenye kilimo cha migomba nafasi ambayo inaachwa ni nafasi kiasi gani kati ya mte na mche ama mgomba mmoja kwenda mgomba mwingine? Okay, nashukuru kwa nafasi. Ya mgomba na mgomba kawaida inakuwa ni hatua tano na lengo la kuweka ilo hatua tano kwa sababu migomba inatoa madharia ikikutana hivi inakosa hewa nzuri, na ndizi inakuwa sio mkubwa sana. Ndio maana tunaika hivi hatua tano kwa sababu inatoa madharia kama vile unavyoona mtazamaji, waonyeshe kama vile unavyoona hapa tulipanda mgomba mmoja lakini hivi kuna zaidi ya sahizi, migomba sita au nane. Kwa maana hiyo ndio maana tunasema acha hatua tano, kwa sababu migomba inatoa nafasi. Kama hapa tuliweka mgomba mmoja na hapa tukipiga hatua tano tukiweka mgomba mmoja yale matoto akitoka hapa na hapa yanaweza yakakutana. Ndio maana tunaacha hatua tano ili migomba ipate nafasi okay. so, mtazamaji umeshaona sasa kwamba ni muhimu kuacha hatua kubwa mita mita, mita hatua tano ni wastani wa mita tano ambayo hiyo ndo nafasi unayoacha kati ya mgomba na mgomba mwingine. Hiyo ni kwenye upande wa nafasi na saizi ya shimo inakuwa kiasi gani? okay. Saizi ya shimo inatakiwa iwe sentimita tisini kwenda chini, lakini kwa upana ni sentimita sitini na lengo la kuchimba hilo shimo kubwa kama nilivyosema mwanzo, migomba inatoa madharia kwao, ukichimba shimo dogo mizizi itapata shida kupasua ule ukuta ambao kama hujachimba kwa ukichimba hivi sentimita 90 sentimita 60 ni kwenda chini. Ukipanda ukiupanda mgomba wako kama hapa nilivyoupanda katikati, kuna matoto mengine yatatokea huko, yatatokea huko. Kwa hiyo lengo la kuchimba hilo shimo kubwa, migomba ipate nafasi, hata matoto mengine akija yakitoka baadaye. Mtazamaji, migomba tofauti na miche mingine ama mazao mengine ambayo ukinunua mbegu unahitajika kununua kila siku unapotaka kupanda, lakini mgomba unanunua mara moja peke yake. Yaani ukishanunua ndo imetosha hapo hapo, utaanza kupata mbegu kutoka shambani kwako. So kwa mfano ukiangalia hapa, kulikwepo kuna mche mmoja tu ambao umepandwa, na hapa tayari ndizi hiyo imeshavunwa na hawa ni masalia, ni watoto ambao wamebaki kwa ajili ya kuzalisha mikungu mingine ya ndizi. Kwa hapa wewe unaweza kununua tu miche michache tu labda ya kupandia robo heka kuanzia miche 20, 40, 50, 60 ni wewe. Kuanzia hapo sasa ukitaka ku expand ufanye commercial farm unaanza kupata mbegu kutoka shambani kwako. So hii ni cheat code ambayo mtazamaji unaweza kuona kwamba faida ya kupata migomba shambani kwako. Unahitaji kununua mbegu mara moja tu peke yake na baada ya muda hapo utaanza ku expand shamba lako kutoka shambani kwako sasa. Na hapo unaweza mwenyewe ukaanza kuuza baadaye miche sasa kutoka shambani kwako. So hii ni miongoni mwa venture ambayo unaweza ukaifanya. Hii ni maco TV. Okay, baada ya kuchimba shimo hili sasa ambayo imesema kwa kwenda chini natakiwa iwe sentimita 90, sawa, sawa ambayo ni lura tatu kwa wastani hmm. Na kwa upana iwe sentimita 60 ambapo ni lura mbili hmm. Okay, mtu ameshamaliza saa hatua ya kuchimba shimo, hatua nyingine inayofuata ni hatua gani? Hatua nyingine tunatakiwa tutumie mbolea ya samadi ambayo ni ya ng'ombe au ya mbuzi, hata ya kondoo, hata ya nguruwe, ambayo imepoa, imekaa muda mrefu. Hiyo mbolea unatumia kuchanganya na ule udongo wako ambao umetoa kwenye hilo shimo. Tukishachanganya tunaudishia kwenye shimo, na mbolea ni kiasi cha gunia moja. Kama unayo nyingi ya kutosha, tumia gunia moja kwa kila shimo moja. Gunia moja hiyo inakwaje, la debe saba lile eh? unatumia lile gunia moja debe saba kwa kila shimo moja, changanya na ule udongo wako uliotoa. Ukisha ukichachanganya na ule udongo na ile mbolea unarudishia kwenye shimo. Ukisharudishia kwenye shimo, ndo unachukua mgomba wako na, upanda pale kati kati ya shimo okay. Kwa hiyo akishachanganya hapo mbolea anarudishia ule udongo kwenye shimo e, so, na lengo sasa kurudishia ule udongo sio kwamba ni, wote ni baadhi Tunachukulia mfano kama tukichimba sentimita 90 tunagawanya mara mbili, tunakadiria na ule ile mbolea ambao ndo maana nimesema gunia moja, tunakadiria na ile mbolea ambao tumechukua kule na ule udongo tunapasua kati kwa kati, ndio tunarudishia kwenye shimo na shimo la mgomba litakiwa lijae. Lijae sana, takiwa liwe size kama hivi na Sababu so, migomba inataka maji sana na kunywa maji sana kwao. Ukichimba shimo dogodogo au kiasi, ukijaza hadi juu inakosa chakula, na lengo la kufanya hivi ni kwamba labda hata mvua ikinyesha majimaji eh, yatuame kwa ka, dakika kadhaa au masaa kadhaa, kwa sababu so, migomba inakunywa sana maji okay. Mm. Sasa hapo mtu ameshapata sasa migomba yako, let's say kwa mfano leo mtu amenunua migomba kutoka hapa ikimfikia hapo inatakiwa afika na panda kwa wakati huo huo ama inatakiwaje? Kwa migomba kama ikimfikia kama mashimo kashaandaa, tunashauri siku hiyo hiyo apande, ila kama hajaandaa mashimo kawaida, inatakiwa siku tatu ndio upande mgomba wako, zidi hapo utaharibika, na kwa mgomba huwezi ukafela. Sasa utachelewa kule kuchipua, sababu ile mizizi inakuwa tayari ishakauka kwanza, tena kuchipua inakuwa inachukua muda kidogo. Kwa hiyo mgomba wako itaka uwe na afya inaweza ukaandaa mashimo kabisa alafu migomba yako ikifika upande ndio inakuwa vizuri zaidi. Okay, kwenye hatua hiyo sasa ya kupanda, hmm. Ndio mtu anafanya akishachanganya udongo wake kwa pembeni, ndio anaweka mgomba alafu ndio aanza kufukia, ama anaweka kwanza udongo chini ndio aanze kufukia sana. Unachanganya ule udongo na mbolea, baadhi ya udongo ule na mbolea ndio unarudishia kwenye shimo. Kwenye shimo kisharudishia, unaweza ukafukua hata kwa mkono au hata kwa jembe kidogo tu na uzika mche wako, na mche wako usiuzike sana, zika tu pale pale kwenye kishina hadi juu juu basi okay. mm -hmm, na baada ya kupanda hapo sasa sasa, amwagilie ama asibirie mvua? Kwa ukishapanda, kwa miche yote ya matunda, hata miche ambayo yani udongo, kwa sababu ule udongo na ugeuzi na tayari zinakuwa tayari ishachanganyika, natakiwa lazima umwagilie maji, na kwa mgomba umwagilie. mm -hmm, amwagilie ndoo kiasi gani ama maji kiasi gani kwa kwa mgomba apelita. kama maji unayo ya kutosha, tumia ndoo kubwa mbili mgomba mmoja kwa kila shimo moja, kwa siku moja, kwa siku moja, kila mgomba mmoja ni ndoo kubwa mbili, na inakuwa ni asubuhi na jioni, kama jua limewaka sana ila, kama haijawaka sana, kama hivi mawingu mawingu, mvua inaweza ikanyesha jioni, naweza kumwagilia tu asubuhi za sana. Okay, akishamaliza hatua zote hizo, kuna hatua zingine labda za namna ya kutunza mgomba ambazo nitakazifanya Ah, kisha maliza upandaji kwa mgomba. Kama utaona mgomba wako bado unaendelea haupati afya nzuri, ongezea mbolea kwa juu, hiyo mbolea anivyosema mwanzo, mbolea nguruwe ambayo imepoa, au mbolea mbuzi ambayo imepoa, au mbolea ya ng'ombe ambayo imepoa, ongezea kwa juu kwa juu. Migomba hii ni hybrid, yani haitoi ile matawi. Kwa ukishapanda tu, unautunza tu mgomba wako, kutoa ile majani ambayo yamekauka, unausafishia vizuri na uwekea mbolea so, hayo matunzo yake. Mm -hmm. Labda kuna kitu kingine kama ushauri ungewapa watazamaji ambao wanahitaji kulima migomba, mm -hmm, lakini sasa labda sijakuuliza jambo hilo ingekuwa ni lipi zaidi? Ah, kwanza kilimo cha migomba ni kizuri sana. Kilimo cha migomba ni kizuri kwa sababu ukichukua kama migomba yako wastani kwa eka moja migomba inaweza kaingia mia saba hadi mia nane. Kwa hiyo migomba mia saba hadi mia nane ukipanda baada ya mwaka wako mmoja unaanza kula hizo ndizi na baada ya mwaka wako mmoja yale mazalia yanatoka. Kwa hiyo ukichukua kama migomba mingi hiyo mia saba au mia nane hauwezi tena ukaja ukanunua tena migomba. Ni hiyo hiyo migomba unachimba unahamishia kwenye mashimo mengine. Na kwenye kama nilivyosema, kwenye utunzaji, yaani hiyo haina changamoto sana na migomba tunajua ina hela. Migomba ina hela, ndizi zake zina hela na tegemea sasa na aina ya ndizi. Kuna hizi kama mshare, mzuzu, mtwike, hizi Bukoba, ndizi mbivu hizi malindi ni naela sana. Kwa hiyo hmm, kiushauri zaidi watu wachukue migomba na sio migomba tu, aina ya miche mingi sana, matunda ipo michungwa, chenza, ndimu, limao. Ila kwa sababu leo tumekuja kwenye shamba darasa la migomba, niwaelezee hiyo migomba jinsina mtazamaji, hmm. Okay. Hapa leo nakuonyesha faida ya mgomba wako kuutunza na kupata kitu kilicho bora. Unaona kama mgomba kama huu hapa, umekosa rutuba, umekosa maji na umekosa mbolea, ndio maana toa mkungu kama huu. Kwa hiyo mche wote ukihudumia vizuri, unapata kitu bora. Kama mgomba huu hapa, umekosa rutuba na pia unapata ndizi ambayo haina afya nzuri. Kwa hiyo mgomba ukiutunza, na unapata kitu ambacho, kitu bora. Sasa nataka nikuonyeshe tofauti wa mgomba huu, ni ndizi moja hii, ni mtwiki, haina ndizi mtwiki. Hapa nimekuonyesha ambao umekosa na nilio rutuba na nitaenda kuonyesha ambao mgomba umepata rutuba kutosha na ndizi zina zake zinaau mtazamaji, naona ndizi kama hii, kama nilivyoonyesha awali, ile ambayo imekosa rutuba, lakini hapa umezingatiwa mbolea na maji ya kutosha, ndio maana unaona mkungu ulivyotoa mkubwa kama huu, lakini aina ya ndizi ni ile ile moja. Ile ni mtwike na hapa pia ni mtwike, ila tofauti ile pale na hapa, ile pale imepitia changamoto ya ukame na kukosa mbolea na maji ya kutosha, ila hapa ina mbolea kutosha na maji ya kutosha. Kwao mtazamaji, ukichukua migomba yako zingatia matunzo hayo ya mbolea na maji, utapata mkungu ulio mzuri na bora zaidi. Kitaro hichi hapa kiko maeneo ya Morogoro. Sasa labda wewe huenda upo Kahama, upo Kagera, upo Kigoma, unajiuliza kwamba miche hii unaipateje? Kwa kawaida ukitaka kununua miche kutoka kwenye kitalu hichi hapa, kuna utaratibu maalum ambao umeandaliwa wa wewe kupata miche hiyo hapo, na tumsikilize kijana wetu, kwamba wewe ukipata uki... E, mteja akinunua miche kutoka kwetu kuna utaratibu maalum ambao utamfikia mteja yule mzigo wake. Kwanza, cha kwanza ukinunua miche kutoka kwetu unatakiwa ulipie hapo, na kama upo mikoani, tuna posti mikoa yote, ambapo hasa kutoka hapa hadi Msamvu ni shilingi elfu tatu kwa kila mzigo mmoja. Na hapo sasa kutoka Msamvu hadi hiyo mikoa mingine inategemea, upo Kahama, upo Kigoma, huko Mwanza huko Arusha huko Shinyanga, mzigo nakufikia ni kutegemea na idadi yako ya miche pale. Kama tukichukulia mfano da, kizigo cha miche ya migomba kumi ni shilingi elfu saba kwa elfu saba na elfu tatu ya hapa kutoka hapa hadi msamvu ni shilingi elfu kumi kwa hiyo inategemea hasa idadi ya miche ambayo unachukua wewe na gharama inaongezeka kutokana na ile idadi ya michi, na mzigo wako unaupata. Si tukishautuma ule mzigo kwa njia ya basi, tunakutumia we tiketi namba. Ukifika usini, unaacha ile tiketi namba, unapata mzigo wako. Kwa hiyo ni uaminifu ni mkubwa hivyo, na usalama pia ni mkubwa. Mzigo wako unakufikia bila kuharibika miche yowote. Hivyo, uh, tazamaji, kama unafurahia kuendelea kutazama video hizi za mashambani gombe, subscribe pia comment kama, kama unahitaji video kama hizi hapa, update kutoka mashambani kujifunza zaidi kwa, kwa pamoja.